Mwashamu Baba Askofu Wolfgang Pisa, askofu wa jimbo letu la Lindi na raisi wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, mweshimiwa e, mkuu wa shirika la Don Bosco hapa Tanzania pamoja na kumi lako lote mliofuatana nawe, mapadre, watawa, watoto na waumini wote, naona kiu Jambo la kwanza mawili kusema. Jambo la kwanza ni kuwakaribisha e, wamisionari na watawa wa shirika la Bosco wa katika jimbo <tinyo> letu, an naomba tuwashangilie kwa pamoja. La pili ni kumsimika apa paroko mpya pamoja na msingizi wake katika parokia hii ya Chemchem nasi watashaba wake watakuja hapa mbele, watapiga magoti na wakati wa kukiri imani. Maana yake kile wanachokikiri ndicho atakachokuwa wanakifundisha wakati wote wakiwa hapa katika parokia yetu ya Chemchem. Na jambo la pili watakabidhiwa msalaba

wewe umteue na kumsimika kuwa paroko wa parokia hii ya mtakatifu Yohani Bosco Chemchem. Naomba basi nimtaje Padre Oswin Ndoa. Atakuwa akisaidiwa na padre mwingine mwenye experience, mwenye ujuzi wa hali ya juu, Padre Victor Malesa.